Do you believe in supernatural powers? <laughs> while well, the residents of Kisumu Ndogo Langos in Eldoret woke up to a rather bewildering morning after thieves returned stolen goods from a home they had previously robbed through the intervention of a traditional witch doctor who sent a swarm of bees after them. Ninipigia kitu Aramisi akaniambia ameibiwa kwa mkea hiyo siku nikamwambia sitaweza kufika niko mbali kwa hivyo kama unaweza nivumilia ni sawa nikamwambia, kama kuko na uwezekano nitumaanishie vitu ambavyo iliibiwa kwa nyumba, nione jinsi vile naweza pata kuvifunga visipate kuona ya kwamba vinatembezwa kwa mikono mbili. According to Anita Chisang, her house was broken into on the 23rd work for her night shift, and after reporting the case to the police no action was taken, thereby forcing her to seek for another alternative. Nilikuja nikaripoti, nikapewa siasa hapo akufanyia uchunguzi kwa vitu zangu, lakini kulingana na issue yake kilibidi nitumie mbinu ya nyuki ndio zipate kuvamia watu kuwafikisha mali penye walitoa hizo vitu na kipawa changu ambacho ninatumia na madawa za kienyeji. Chesang's daughter also narrated the shock she had to see the culprits returning the stolen goods. Na hiyo siku hata ijafika hata saa sita, ndo hiyo vitu zishakuja kuja na wenyewe wamejileta. Tulikuwa tumelala tumeamushwa na majirani, vitu zenyu zinaonekana huku nje ya gate. Wote wamejileta wakiwa wawili na vitu zote wameleta. The thieves are now in police custody after admitting to their crimes. Tulipokuja tukatembea langa, tukapata nyumba fulani ilikuwa imefungwa, haina mtu. Sasa kuangalia, tukapata hizo vitu zenyewe ziko hapo ndani. Kwaona wamechukua hizo vitu hizo vitu, tutusaidia mbele. For Ebru TV News, I am Aziza Hashim.